Odi. Ah, karibu. Haya, asante karibu mwana. Asante. Joto lishaanza sasa hivi. Joto si la mvua, ili mvua za vuli mm. Ndio maana joto linakuwa kali sana. Haya, za hapa ndugu yangu safi, nambi? Safi tu vipi? Kuna <laughs> siku nilikuja hapa sijui ilikuwa juzi ile, sija kukuta Eh, sinajua so tena mm -hmm. Mianga iko mianga iko wewe, na umezidi. ah, juzi unasemia eh? Mimi nimekuja kwako pale ni manzio umetoka. Mimi labda kutoka nilienda Tandika mwenzio kuchukua kijola, hupo na wewe umenayo, umezidi. utembei sina kijola cha nani tena, unashangaa leo ujui Unakumbuka ile sare ambayo tulo, um, tulo nani tembezewa na ule nani ule, rafiki yetu, nani Fatuma? Ndo huyo huyo sasa, kile kijoa tumekwenda kutembezewa mzigo, akishachukua nao, nilivyokuja ku, kuonyeshwa tu mimi lomenifanya pa shogangu mm, nilikuwa na akiba changu ndani, nilivyoambiwa bei kadhaa tu, sijachelewesha shogangu, nishakata kiufupi. Eh, nimekuja eh, tu kukuonyesha upo. Hey, nimekuja tu kukuonyesha shoga yangu kijola chenye ndo hicho shoga ah, yangu meskani nini mskani wapi ah, rafiki nzuri eh. kweli ah. na ila rangi yangu eh. Ah unyama! Umeona eh? Hata mimi mwenyewe nimekipenda nilipokiona tu nikakichukua, ah. Mwenzangu sijalaza damu wala nini, nimekichukua na hata hivyo wakasema ah. eh. sijui vimebaki vichache vinaweza vikaisha. Mpangaji wangu mmoja babu hivi ananisumbua kodi. Utafiki, kuna unashea kwenye ile nyumba yaani utafikiri mamake alikuwa mchepu kwa baba hmm. yangu ananisumbua hmm. wenzio wote tarehe 30 ikifika mama kodi yako hapo, lakini yeye navyokwambia mwezi wa tatu sijaona kodi yako, na mimi kama unavyonijua, likitoka shughuli ile limeingia hili, yaani shoga yangu ananikata. Nikuulize, wao umesema wenzio wote ikifika tarehe wanalipa kwa wakati miezi eh, mitatu yote hajalipa hiyo ila kodi, ukimfuata anakwambia kwanza hivi, nikimkuta nashukuru Mungu kwamba nimemkuta. Mama Ngoma inatoka saa kumi na moja narudi saa sita ya usiku eh. yaani nyumba yangu nyumba ile ya urithi mwenzi niachiwa na wazazi wangu usipate shida, lakini taka kunitia mimi shida ziki mimi ziki hizo hata siwezi kuwa nazo. Navyokwambia shogangu nikitoka hapa kuongea na wewe niko uwanjani kwa kwani ana mke ameoa wapi? hmm. Shogangu hapo kuna ulakini hapo ana, ana, ndio nakwambia na kuna ulakini. Wewengine watu wazingatia kwenye masuala kodi tu, ashindwe kulipa. Shogangu kweli tuambizane ukweli ndugu yangu, au ndio ushajiongeza? Maana shogangu mi nakujua yani, minachota kaelangu hivi navokwambia. Shogangu shika hapa ngoma, naenda huko u. Basi sawa mimi nimekuja tu kukuonyesha tu kijolaji kama utakihitaji. Kwa hiyo nikamwambiaje wee mambia, We mambia kizuie kimoja cha kwangu, yani mimi langu la lazima leo ataitoa yani mguu nakwambia, unavyotoka hapa kwake elangu mimi ailali leo leo, atanipa basi sawa. Mimi nitaenda kumwambia nikifika, eh, kule nitamwambia yeye naye eh, nani anakitaka kijola madula yani ee, ee, maana ziko rangi tatu, kitu kama hichozo, la ingine achee wengine, mimi iko we, kipenda eh? Basi nitamwambia mwekee kama kile cha kwangu, nitamwambia atakuwekea. mm -hmm. kiweke shogangu mm -hmm. sinicheleweshe mm -hmm. ili nami nipate kumkuta. Sawa, usijali. Eka, tuifanye, twende. Mm -hmm. usijali kwa tnsijai hilo

yani apo, nataka hela yangu tu, nichokifata naomba kodi yangu, miezi mitatu, mpaka mbaka sasa hujanipa hela yangu. Anaomba hela yangu niondoke. Ni lakini dada wesi, tulizungumza kuhusu kodi kwamba mimi nitakuletea. Nimekwambia naomba hela yangu niondoke. Hivyo mwana msumbufu, wenzio ukifika mwisho wa mwezi tu analeta hela yangu, lakini mimi mpaka nikufuatilie fuatilie. E bwana, naomba hela yangu niondoke. Ni dada, sikiliza basi nikwambie, tulizungumza kwamba mimi nitakuletea kodi yako kesho. Mimi saizi sina pesa izo kesho, hata kesho nawe na kesho yake. Naomba bwana bwanawelangu niondoke muda hapa. Mi saizi hizi sina hela, hela sina chochote hapa hiyo. Naenda kutafuta ya kwako ya kwangu. Chukua kitu chochote, nani unipe, niondoke niende nikauze. Mimi nataka kwenda kwenye shughuli, nataka katafuta kijola. Upo kuuza haraka, sio rahisi. Kwa nini kwenye ulisi huu una, unatosha wewe kuingia? Si sasa. Unapozungumza hivi unakuwa na maana gani? Mimi nimekuambia sina pesa sasa hivi eh? Sikiliza basi nikwambie, maisha hayako hivyo so, sawa. Maisha hayako hivyo, kuna leo na kesho. Na wewe kama una nyumba kama hivi, isiwe kama fimbo kwetu, tusikilize basi. Hata mimi kesho naweza nikawa na nyumba vilevile. Sasa si kesho mpaka upate, au sasa kuja, nkachukua hivyo vitu. <laughs> What? <laughs> shalizidisha hapo anipe elfu ishirini basi, ni shida hey! Yeah. Baadaye unipe usijali, hey, baadaye baadaye tena. Ah, sikiliza <laughs> ona ah. <laughs> tari. Ya, tari. <laughs> Mwenye nyumba a, maisha bana, maisha bana ya bongo rahisi sana wakati mwingine.